Mpenzi mwanajamii umekuwa ukisumbuka na maswala yanayofungamana na, na sheria hasa kuhusu mizozo ya ardhi, dhulma za kijinsia, ajali barabarani, changamoto za kifamilia hasa ndoa na kadhalika. Ondoa hofu, taasisi ya sheria iliyosheheni mawakili wenye tajriba tele Mazayo Mlima Anjadi Advocates, ikishirikiana na shirika jamii, la kijamii la Samba Sports Youth Trust, wana jambo lako Tarehe 29 mwezi Novemba mwaka 2025, wamekuandalia siku maalum inayofahamika kama Legal Awareness Day, chini ya kauli mbiu wezesha jamii kupitia elimu na hamasa ya kisheria. Shughuli hii itafanyika katika kaunti ya Kwale na ubunge la Matuga, eneo la Kombani, katika makao makuu ya shirika la Samba Sport Youth Trust. Njoo upate elimu, uwe shujaa wa kisheria, hii si ya kukosa. Salamu alaikum. Nafahamika kama Nzaro Bakari harani kwa mazayo mrima and Company Advocate. Tarehe 29 mwezi wa kumi na moja mwaka huu, tukishirikiana na Samba Sports, tutakuwa na hamasisho la kisheria kwa wajamii pale ofisini kwao Kombani, gatuzi la Kwale, kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa 6 mchana. Tujifunze masuala ya sheria, karibuni.